Moja ya habari kubwa ambayo inasambaa sana kupitia mitandao na vyombo mbalimbali vya habari hivi sasa ni kuhusiana na wapi alipo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Inafahamika wazi ya kwamba Tundulisu alikamatwa tarehe tisa Aprili ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano na tarehe kumi alifikishwa mahakamani ambapo alisomewa mashtaka ya uhaini. Baada ya hapo alirejeshwa lumande. Kwa maana hiyo, uh, ilielezwa kwamba anashikiliwa katika gereza la Keko akisubiri tarehe ishirini na nne kurejeshwa tena mahakamani. Tumeshuhudia namna ambavyo uh, makamu mwenyekiti kiti wa Chadema John Heche akisisitiza wanachama wake kwamba tarehe ishirini na nne siku ambayo Tundu Lissu wanapelekwa mahakamani kwa mara nyingine, basi wajitokeze kwa wingi kuonyesha kwamba wako pamoja naye hata katika wakati huu mgumu, ambapo jeshi la polisi lilitoa katazo lake kwamba hakutakiwi kifanyike kitu cha namna hiyo, kwa sababu ile ni sehemu ya mahakama, kuna taratibu zake. Siku ya leo tarehe kumi na nane Aprili ya mwaka 2025 chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimetoa taarifa kwa umma. Taarifa hiyo imesomeka hivi: tunataka kujua alipo Mheshimiwa Tundulisu. Leo Ijumaa Aprili 18 ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Naibu Katibu Mkuu Zanzibar Wakili Ali Ibrahimu Juma, mawakili, familia na wanachama kwa nyakati tofauti wamefika katika gereza la Keko ambapo mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lisu anashikiliwa. Hata hivyo, juhudi zao za kumwona Mheshimiwa Lisu hazikufanikiwa baada ya kuelezwa kuwa hayupo katika gereza hilo. Cha kusikitisha, hawakupewa maelezo yoyote rasmi juu ya alikopelekwa. Chadema, tunalitaka jeshi la magereza, mamlaka husika na vyombo vya dola kutoa taarifa ya wazi na za haraka kwa umma kuhusu mahali alipopelekwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Iwapo bado anashikiliwa katika gereza la Keko, ni haki ya familia, viongozi na wanachama kumwona, ni haki ya msingi ya kibinadamu na kikatiba. Hiyo ni taarifa ambayo imetolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kuhusiana na kutoonekana gerezani Tundu Antipas Lissu ambapo baadhi ya wale ambao wamefika Keko wameelezwa kwamba hayupo mahali pale, na wanasisitiza kwamba hawajapewa taarifa ni wapi alikopelekwa, ikiwa wao wanatambua yupo Keko. Hakikisha unaweka maoni yako sehemu ya comment section.